Hali kiukweli inasikitisha lakini pia inashangaza kwa baadhi ya vijana ambao nadhani wamechukulia hii kama ni ajira ya kuja huku makaburini, mahala ambapo tumewastiri wapendwa wetu, kuja kuvunja wakitafuta zile clips za vigae. Ni kitu ambacho kweli kinashangaza, lakini kama uongozi wa serikali ya mtaa, taarifa tumeipokea na tumeanza sasa jitihada za kuhakikisha basi hao vijana kama tunaweza tukawabaini basi tuwafikishe katika vyombo vya maamuzi ya kisheria. Familia au ndugu na jamaa ambao wanawapendwa wao ambao tayari wamekwisha wamekwisha stiriwa maeneo haya ya makaburi ya Dodoma, nimekuwa nikipokea simu baada ya wao kuja na kukuta uharibifu huu, kiu kiukweli wanalalamika sana na wanapiga sana kelele wakisema, yumkini tufanye jitihada za kuwabaini na kuwakamata hao vijana wote ambao wanahusika na uharibifu. Lakini malalamiko ni mengi sana mpaka hivi sasa. Hali hii kwa jinsi ambavyo inaonyesha itakuwa imeanza siku nyingi, lakini kutokana labda na, na taarifa za moja kwa moja kuzipata tumezipata hivi karibuni na ndipo sasa imetuchukulia kama uongozi wa serikali ya mtaa kwa kushirikiana na jeshi la Sungusungu kuanza kupita na kufuatilia, na ndipo sasa tumekuja kubaini uharibifu ni mkubwa sana. Lakini pia tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wakazi kutoka katika mtaa huu wa Mageuzi ambao wameiomba serikali kufanya jitihada za haraka huku wakiwataka wanunuaji wa vyuma chakavu kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kuwabaini watu ambao wamekuwa wakijihusisha na wizi wa vyuma hivi. Sisi kama wakazi wa Mageuzi kwa kweli linatusikitisha sana na tunaendelea yaani, tunasikitika sana, kwa sababu vijana wameingia makaburini, wanatoa vyuma ambavyo vimezunguka ma, ma jinsi lilivyotengenezwa lile kaburi, limewekewa tarizi na vile vyuma, vile vyuma wanavipiga, wanagonga zile tarizi hizi, wanatoa vyuma. kwa hiyo tu sio jambo zuri kibinadamu, sio jambo zuri kwa sababu mtu aliyewekwa pale ndugu zake wanajitahidi kuweza kuweka tarizi na kuweka vile vyuma angalau kuweka kumbukumbu kaburi lisipotee, lakini watu ambao hawajiheshimu na wala hawana huruma, yani ni kama vile watu hawana dini mm, jinsi ya kumheshimu mtu aliyelala pale, wanatoa vile vyuma. Kwa ushauri wangu sasa, nilikuwa naomba tu kama kuna ndugu labda amelala maeneo haya, wanataka labda wamwekee hizo tarizi, ni bora wasiweke vyuma, kwa sababu huu ni uharibifu. Kukiwa na tarizi bila vyuma hawawezi kutoa. Yani, hao sasa wanaonunua vyuma chakavu yani, kwanza hao wangeweza ta kusaidia. hmm. mtu anakuletea vyuma chakavu na unaona kabisa hivi vimetoka sehemu fulani, inakuwa ni rahisi ata kwenda kumwambia hata mwenyekiti. Kwa uongozi wa, wa mtaa unaenda unamwambia kuna vyuma hivi navi, naletewa, lakini inaonekana havitoki sehemu sahihi. Wanaiba kwa sababu wakati mwingine wanaiba hata misalaba, na ndio maana watu wanaweka tu misalaba ya simenti. Ili tatizo nahisi litakuwa limeanza muda mrefu, ila kwa sisi tulipata, tulipata, tumepata hiyo habari hivi karibuni, lakini tulizidi kufanya doria zetu na kuangalia tunafanyaje na tunaendelea hatuachi tuko, tuko, tuko barabarani. Si msaada wetu tulikuwa tunaomba kamanda, la, kam, kamanda wa, wa polisi watusaidie kwa, kwa swala la ulinzi. Kwa kweli hata sisi hatufurahi hiki kitu kinachofanyika. Ninavyoona sehemu ilivyo hili tatizo, naona litakuwa linafanyika usiku kwa mchana. Haiwezekani vijana kama vijana, tuna nguvu, tuna kazi zingine za kufanya, sio lazima tubomoe makaburi e. Katika doria zetu hatujabaini hata mmoja, lakini tuko barabarani, tunazidi kuwatafuta, watapatikana tu. Kwanza kama uongozi wa serikali ya mtaa tunalilaani sana jambo hili. Ni jambo la kusikitisha, ni jambo la kufedhehesha, lakini pia ni jambo la kuhuzunisha kwa baadhi ya vijana ambao wanafikiri njia sahihi ya wao kujipatia kipato ni kwa wao kuja huku makaburini na kuvunja na kupasua haya makaburi, basi waweze kuchukua hizo clips au hivyo vyuma vibati kwa ajili ya kwenda kuuza au matumizi mengine. Tunaendelea kukemea na tunatoa wito, sio tu pengine labda kwa mtaa wetu, labda na maeneo mengine ambako kuna tabia na kadhia kama hii ambayo inafanyika, basi vijana waone namna ya kufanya shughuli zingine, lakini kuja huku makaburini na kuvunja haya makaburi ni jambo ambalo si jema, na kwanza halipashwi kuigwa, isipokuwa na kwanza kuigwa isipokuwa linapashwa kulaaniwa na sisi tunalilaani.